Simba kupelekwa kwenye uwanja wa Amani, e, bado ni wazi kabisa kwamba e, kuna namna inawakereketa hususani watu wa nje sasa. Ule watu wa nje kwa maana ya mashabiki kwa kiwango kikubwa sana, lazima tukubali kwamba ule msukumo wana upush kwenda kwa wachezaji. Kwa namna moja ama nyingine, kwa hiyo inawezekana pressure kubwa kwa wakati huu itakuwa kwa wachezaji zaidi kuliko hata e, tunavyoweza kufikiria. Ila isipokuwa sasa, unajua mchezaji ame amebarikiwa ame, ame ama ameumbwa kuwa na ile hali ya kukubali kwamba kitakachotokea basi tokea; ndio hicho ama kilichotokea ndio hicho. Kwa hiyo kiwango kikubwa sasa hivi pressure tunayozungumza bado imebaki tu kwa mashabiki sasa hivi. Eh, kuelekea kwenye ndani ya uwanja lakini pia hata wachezaji wenyewe kuelekea kwenye ndani ya uwanja kwanza, ukizingatia kwamba eh, nafikiri wao ndo wamebeba ile mzigo mkubwa zaidi wa kuhakikisha wa wanavunja amini, wanawavusha mashabiki eh, muda huu kwenye hali ya mpito kwanza kuhakikisha kwamba wanaweka historia mpya, lakini pia wanavunja mwiko wa mwaka tisini na tatu. Lakini kitu kingine unajua, mwisho wa siku lazima tukubali kwamba wachezaji inawezekana wafikiwi, lakini mashabiki wanafikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na watu wa upande wapili, wa pili kwa maana wazodoaji, wale ambao wanasema hapo mlipofika na si tumefika, kwa hiyo kama mtaishia kwenye kuvaa medali kama si tulivyovaa hamna jipya mlo kuja nalo, yani mmetuiga ama mmefuata nyayo zetu. Kwao, kinachotakiwa sasa hivi ni kwamba simba wanatakiwa waende wakabebe kombe katika mazingira ambayo watakuwa kwanza wamevunja mwiko, lakini pia watakuwa wamelipa deni kwa e, hayati Ali Hassan Mwinyi ambaye alikuwa ndo rais kwa wakati huo, akakabidhi kombe kwa wageni ambao kimsingi e, wakaondoka nalo, wakati ingewezekana kabisa Simba kukabidhiwa kombe mwaka 23 wakati e, hayati akiwa E, ni rahisi wakati huo, lakini kitu kingine e, ambacho inawezekana tukaona kawaida ila bado ni, e, ni shida sana, wachezaji wenyewe mmoja, nani kwa maana ya wachezaji wenyewe ambao kwa namna moja ama nyingine kila mmoja anahitaji e, kuweka historia e, kwamba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano alikuwa ni sehemu ya kikosi cha Simba ambacho kilibeba kombe la Afrika kwa mara ya kwanza. Sasa hiyo e, inawezekana wewe mshabiki, inawezekana wewe mtu mwingine ambaye unamwona mchezaji ukaona yupo kawaida, lakini atakuwa na kiwango kikubwa sana cha pressure kuliko tunavyoweza kudhani. Kwa hiyo nafikiri kwenye maeneo ya aina hiyo game inawezekana imeanza kuathirika kuanzia nje ya uwanja. Sasa swala la kwenda kwenye ndani ya uwanja, hiyo ni kazi ya technical staff kwa maana ya benchi la ufundi ambalo ndilo lina kazi kubwa zaidi kuhakikisha kwamba kila mchezaji anakuwa ana focus na mchezo wenyewe pasipo kuzingatia nini kipo ndani ama nje ya eh, akili yake. Na, na kitu kingine ambacho ni eneo la pili ama sehemu ya, ya pili ya mchezo huu hapa ni uwanja wenyewe kwa maana ya uwanja wa Amani. Tumezoea kawaida kabisa kuona kwanza kabla ya kusema ni tumezoea. Eh, tukirudi nyuma wakati eh, timu inajua kabisa kwamba itacheza katika uwanja wa Mkapa walikuwa wameshaanza kutoa eh, zile za sold out, sold out, kwenye uwanja ambao unachukua zaidi ya watu sitini na tatu elfu kwenye baadhi ya maeneo zilikuwa tayari, au kwa maana ya categories zilikuwa tayari zishaanza kutoa sold out, eh, mfano kama nakumbuka platinum ilikuwa tayari lakini ukipita pita ee, mpaka sasa hivi kwenye peji za, e, za Simba bado huone kama kuna sold out wakati uwanja kwa ujumla unachukua takriban watu kumi na tano elfu pekee. Sasa kwa haraka haraka, inawezekana ile kwa namna moja ama nyingine ikawa e, sitaki kusema kwamba itawathiri wachezaji kwa sababu mchezaji anatakiwa apambane yeye kama yeye, lakini kuna namna akiwepo e, mshabiki uwanjani na kitu kinaongezeka kwake kwanza ukizingatia hata mechi ya kwanza Simba walifungwa katika mazingira ambayo Berkane maeneo mengi sana ya uwanja yalikuwa yamejaa. Sasa ile hali ya Simba kufikiri kwamba tuko nyumbani lakini ikatokea mashabiki wasio wengi uwanjani basi bado watakuwa ni kama tu wanacheza ugenini. Kwanza ukizingatia hata pale uwanja umeshabadilika. Kwa hiyo na yenyewe kama itatokea basi itaathiri wachezaji kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni kazi ya mshabiki kuhakikisha kwamba bado anaenda anajaa pale uwanjani lakini kubwa zaidi nafikiri eh, mashabiki kwa maana ya wabara na wazanzibari wenyewe eh, kwanza hata wazanzibari tu wenyewe tuwazungumze, ule uwanja ni mdogo, wanatakiwa wahakikishe wanajaa. Yani ikitokea mtu wa bara ameenda ama simba wanatakiwa watoe taarifa mapema kwamba uwanja umejaa na kwa kiwango kikubwa watu waliotoka kunani ku, eh, ku, waliojitokeza kwenye kujaza uwanja ni wa, ni wa Zanzibar kwa sababu kwa namna moja ama nyingine pamoja na songo bingo zote zilizotokea bado, hii hapa ni fursa kwa Zanzibar, huo ndo ukweli utabaki kuwa hivyo ndio maana rais kama namkumbuka rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akasema atagharamia gharama zote za uwanja. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa kwamba hii hapa ni fursa imekuja, lazima mimi kama kiongozi nihakikisha kwamba naitumia. Lakini mbili, e, mashabiki kama wao wanatakiwa muunge mkono kiongozi kuhakikisha kwamba wanaenda uwanjani. Kwa hiyo uwanja, siji katokea tunaanza kuona baadhi ya maeneo tena ya uwanja kunaanza kuwa na mapengo hicho, hata kama mashabiki wa Simba kuna mmoja ama nyingine watazodolewa, lakini hata watu wenyewe wa Zanzibar wanatakiwa anze kujiuliza mara mbili mbili, fursa ya fainali inaenda kuchezewa pale, bado uwanja haujai, hicho kitu kitakuwa sio sawa. Kwa hiyo ikitokea hivyo, watakuwa mmewathiri wachezaji, kitakachotokea baada ya matokeo kama itakuwa ni negative na kwa maana ya hasi, wanatakiwa anze kujilaumu wao kabla ya watu wengine. Na eneo la tatu ni eneo la ndani ya uwanja ambalo tunaanza na eh, technical staff kwa maana y kwamba eh, mabenchi ya ufundi ambayo ndio yanaenda kuamua mechi iwaje na mechi itachezwaje. Eh, tukirejelea kidogo kwenye mechi ya Morocco, eh, kama nakumbuka vizuri wale Berkane walianza na mabeki wa kati watatu na wakawa wanacheza kulingana na kocha anavyotaka, isipokuwa akawa isipokuwa kukawa kuna beki mmoja kwa upande wa kushoto ndio ambayo akawa amewekwa eh, kwa maana kwamba mwenye asili mwenye, mwenye, asili ya eneo hilo, na huyo si mwingine bali ni kama unamkumbuka Hamza, yule ni anatumia mguu wa kushoto na ipo hivyo kwa yeye akawa amewekwa kwenye eneo lake la asili, lakini wengine kina, kina Dayo lakini na kina Abdel Haq wale walikuwa ni mabeki, wakati ambao kama uliangalia vizuri walikuwa wanabadilishana e, eh, majukumu pale pale ndani ya uwanja na sitegemei kama eh, hiki hapa kinaweza kubadilika kwenye mchezo huu wa pili, lakini pia hata kwenye eneo la kiungo pia e, kocha alichezesha double pivot alafu eh, kukaa kuna attacking midfield la juu ambaye akawa bado anasaidia kwenye kukaba kuanzia eneo la juu na ndio maana utaona e, karibia dakika 30 za kwanza kwenye ile mechi ya kwanza. Waliokaba zaidi ni watu wa eneo la juu, wakati wanawapresi zaidi eh. Klabu ya Simba nafikiri pia kwenye mchezo huu ambao pia watakuwa wanahitaji kwanza kulinda matokeo, lakini kingine ni kuhakikisha kwamba wanakuja wana, wana kutafuta goli la ambalo litakuwa linawaweka kwenye eneo salama, basi lazima watakuja vile vile kama ambavyo walianza kwenye mechi iliyopita. Sioni kama kutakuwa kuna mabadiliko na eh, Berkane wamecheza na Simba bila shaka zaidi ya mara moja. maramo kama unakumbuka vizuri si, sijawahi sijawahi ona Belkane wakibaki nyuma wanalinda, kama tulivyoshuhudia Almasiri kwenye mechi ya kwa Mkapa pale e, ile ile Belkane ina ina fulani hivi ya mpira yani, ikifungwa iwe imefungwa, lakini pia ikija ikikufunga iwe imekufunga, sio kwamba imekubahatisha a uh a -uh. kwa hiyo Simba wakati wanafikiria kama watashambulia sana, vile vile na wenyewe watashambuliwa kwao, ule mchezo naamini utakuwa ni wa kupishana kwa namna yoyote ile na hata hata hivyo ni mfumo wa kocha wao, kwa maana ya Moln Shabani ambaye amezoeleka tangu alipokuwa kwenye klabu ya Esperance eh, Sportive de Tunis ambao eh, miaka kadhaa 2018 na 2019 walichukuaga eh, ligi ya mabingwa wakiwa na kocha huyo. Mara zote kwenye mechi za away yeye alikuwa na, anapishana tu, lakini sasa ameenda Belkani ambao pia ni mfumo wa timu kupishana kwa tapishana vile vile. Sasa kwa upande wa Simba. E, nafikiri e, kocha kuna namna atakiwa afanye, yani wakati anafikiria ya kwamba ataenda kufunga booster zote, ni kwani atakiwa afunge booster zote? Kwa maana kwamba acheze kamali kwamba ikitokea amekosa akose kweli, lakini ikitokea amepata apate kweli. Kwa mimi sasa, ningekuwa mimi ndio Fadlu ningefikiri kwa kucheza na double striker. Yani, pale unaweka Teba ndani pia unaweka Mkwala ndani, liwalo na liwe, kwa kwenye maeneo baadhi ya uwanja lazima athirike. Mfano unaanza kuamua waanze pale eneo la mbele waanze Mkwala, waanze e, ee, e, ee, Elia Mpanzu pamoja na Ateba mwenyewe. Yani, unaamua tu kibu anzie nje, kwa sababu ile ile ile, ile timu pamoja na kwamba inahitaji kwenda kukaba, lakini kushambulia ndo kipaumbele cha kwanza, kuhakikisha kwamba wanaenda wanalipa kwanza deni ya magoli mawili. Kwa hiyo hiyo ni moja lakini mbili, kwenye maeneo ya mengine sasa. E, ee, mechi ya awali nakumbuka kuna mazingira aliyotatanisha ile mechi lakini, bahati nzuri kwamba kocha eh, ni mzuri sana kwa maana ya Fadlu alisoma baadaye, tukaona amerekebisha. Kama unakumbuka vizuri, alianza na alianza na Kibu, lakini cha ajabu watu wakashangaa, wame ametoka na watu hawakuelewa, na kwa namna moja ama nyingine, nafikiri hata mimi mwenyewe nilianza kujiuliza kwa nini Kibu lakini Valentino na za Belkane kwa maana kwamba ni kama viungo wawe viungo wawili, sijui nini wawe wawili pale, unaenda kucheza na timu ambayo haiogopi kila kitu, pamoja na kwamba eh, E, ni ukweli wanatakiwa na wenyewe wacheze kwa tahadhari, lakini Simba yupo kwenye pressure zaidi na mchezaji mwenyewe e, i mean kwa maana wachezaji wenyewe wanajua kabisa kwamba tuna deni la magoli mangapi. Kwa hiyo ikitokea umejichanganya ukapiga goli la tatu, unakuta mzigo umekuwa mzito tayari, umeshawatengenezea faida ya goli la ugenini nani e, Berkane. Kwa hiyo hicho na chinyeni cha kuangalia, hususan ni mabeki wawili ambao huwa wanapanda, kwa maana ya Zimbwe pamoja na Kapombe ambao wanapanda kwenda kutengeneza Uh, wings, kule eneo la juu, wale Berkane wanakimbia sana wale kina Kaili, so mchezo yani wanakimbia, ukijichanganya tu kwanza hata ukiona unakimbia nao hivi uh, kuna uwezekano wakakuaja, sasa ndo sembuse wakupiga counter attack, mashambulio ya kujibu wakati mabeki zako wamepanda. Hicho chenye cha kuzingatia sana, na eneo lingine la mchezo hapa ni eneo la baada ya mechi. Yani baada ya mechi ndo kila kitu chote ambacho kimepandwa kuanzia siku ya kwanza ya usajili wa klabu ya Simba. Yaani hicho hapo ndio kitakuwa e, cha mwisho kabisa. Haijalishi kitatokea nini. Kwa maana ya kwamba e, mchezaji anajua kwamba kuna kupata, kuna kukosa, yani kuna siku nimeingia vibaya uwanjani nimenyukwa, na kuna siku nimeingia vizuri uwanjani nimeshinda. Sasa wakati huu hapa e, hatima ya Simba ipo kwa wachezaji wenyewe. Yaani kuna uwezekano mchezaji akasema natakiwa nitengeneze historia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, anatakiwa ni toil, yani nivuje jasho kwa kweli, kwa kicha kwamba eh, na na kuwa sehemu ya historia. Lakini ikitokea hawajajitolea, basi ndo tutegemee eh, kuendelea mashabiki wao kuzodolewa. Lakini pia eh, pamoja na kwamba kingine ambacho watu wanatakiwa wakijue, Simba eh, inajenga timu. Kwa hiyo chochote kitakachotokea, hata kama itakuwa ni matokeo eh, positive kwao, lakini bado haiondoi kweli kwamba bado kikosi kinajengwa, kwa hiyo mashabiki wanatakiwa wategemee hivyo vitu vyote viwili. Kwa hiyo kitokea hata kitokea Berkane amekuja amechukua tena kombe kwa mara nyingine, basi e, Simba anatakiwa ajue kwamba yesi ilikuwa sio si, si, bahati yao ama ndo timu yao bado haijamalizika kwenye kujengeka kwenye baadhi ya maeneo na ndio maana utaona Simba kwenye eneo la mbele pamoja na magoli wanayokuwa wanapata, lakini bado ubunifu ni mdogo, na huo ndo ukweli utabaki kuwa hivyo kwanza. Pia hata washambuliaji wao wa mwisho wale bado, kwa namna moja ama nyingine, wana changamoto. Kwa hiyo inategemeana tu siku ya siku nani ameamka vizuri, ndio unaona wanafunga, lakini bado hawana ule utimamu kama ambavyo tumewahi iona Simba kwenye miaka kadhaa nyuma, kwa miaka 2018 19 hapo, wakiwa na watu kama kina Chama kina Kagere, karibia kwenye kila eneo walikuwa na aina ya mtu. Sasa E, mashabiki ikitokea e, mechi imeenda tofauti na mategemeo yao, wanatakiwa kukubali matokeo, na hiki hapa e, kinatakiwa kiwe tiba ya kwanza ya mashabiki, kwa sababu watazodolewa na watu wa upande wa pili kwa kiwango kikubwa. Lakini kitu kingine itakuwa ni kama unajua, sisi mashabiki kwa maana ya watu wa nje hatuchelewagi kukata tamaa kwa hiyo mtu anaweza akakata tamaa afu wakati mechi nyingine za ligi zipo na wanapigania bado ubingwa wa NBC, lolote litakalotokea inawezekana likawa tofauti na ambavyo walikuwa walikuwa walikuwa wamehitaji, wame, wame kuhamisha mashabiki. Lakini lakini mwisho wa siku anatakiwa wakubali Simba inajengwa na mara zote walikuwa wameenda hivyo. Nakumbuka wakati fulani e, profesa Tibaijuka akiwa bungeni, kadiri wanavyopanua ndivyo ambavyo wanazidi kutamani, akimaanisha kwamba ukifika yani, ukiwa una lengo la, la la la kufika eneo fulani ukaona, ah, mbona kama nimefika hivi sinaweza nikafika eneo lingine pia. Yes, utafika pia na eneo lingine, lakini eh, lazima ukubali kwamba hilo alikuwa lengo lako. Lengo lako ilikuwa ni kufika pointi ya kwanza ambapo huko ulikuwa umejiwekea, na pointi ya kwanza ya Simba walipokuwa wamejiwekea ilikuwa ni kufika nusu finali, lakini hata nusu finali yenyewe bado walituambia wanajenga kikosi msimu huko Mi nimezungumza tu, hata kama watakuwa wamebeba kombe lakini eh, timu ambayo itakuwa imebeba kombe ni ile ambayo itakuwa bado ipo kwenye mchakato wa kujengwa. Kwa kwa kifupi, ndo hivyo, mashabiki wanatakiwa wategemee lolote. Mpira wa, wa miguu na matokeo matatu na mpira wa miguu na matokeo matokeo ya kikatili, unaweza ukategemea mazuri yakaje mabaya zaidi, unaweza unasema atakayotokea ndio hilo hilo, yakawa mazuri zaidi au yakawa mabaya.